Uweza wa Mungu hauna ulinganisho. Uweza wa Mungu hauna kikomo. Uweza wa Mungu hauna mipaka. Uweza wa Mungu ni wa ajabu. Uweza wa Mungu unapita ufahamu wetu, unapita akili zetu. Uweza wa Mungu unapita fikra zetu. Hatuna cha kulinganisha. Uweza wa Mungu unatenda kazi ndani yetu na katika maisha yetu siku zote. Usijiamini peke yako bila kumwaminisha Mungu njia zako na mambo yako. Mshirikishe Mungu katika kila lolote unalolifanya. Mshirikishe Mungu katika mipango yako. Mshirikishe Mungu katika kila jambo. Mshirikishe kazi zako. Mshirikishe utekelezaji wako pia. Mshirikishe maisha yako. Naye atatenda pamoja nawe na uweza wa Mungu utatenda katika yale mambo yako yote unayoyataka. Mungu ni muweza wala hakuna zaidi ya Mungu. Akubariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.